Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaanza kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kisha rehema na amani zimuendee mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na aali zake na maswahaba zake kwa jumla. Amma baada ya hayo, Tunatoa mafunzo madogo kutoka kwa mtume wetu kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hichi ambacho nimeandika hapa. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema kwamba khaliful mushrikina. Khalifu al majusa. Hizi ni hadithi mbili zinasema, tafsiri yake, Mwakhalifu wa washirikina makafiri, mwakhalifu makafiri, nikukazia mwakhalifu makafiri, makafiri. Sa makafiri wanapenda kuandika hivi apakucha kiarushe, wakiandika kalkile samahani, nimeandika mkiswahili kalkile, wanatia mstari chini France, wanatia mstari chini We muislamu tu wa khalifu wewe, ukiandika kal kile tia mstari juu, kal kile tia mstari juu, bismillahir rahmanir rahim tia mstari juu, kwa ichake ya, ya jone. Kama unavyoona tu wa khalifu wa shiriki, tu wa khalifu makafiri. Jamani, tusafanani nao kwa kila kitu. Jamani wa islam kwa kila kitu, tue tofauti nao. Inshallah Allah tubariki, tuende kusikana kufuata inshallah. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.